ya ligi ku Tanzania bara, ambapo kwa upande mwingine wameweza kutoa taarifa kuhusiana na kocha wa klabu ya soka ya Simba sambamba na mshambuliaji wa klabu ya soka ya Simba, hapa tukienda kumwongelea Steven Dese Mukwala. Taarifa inasemaje? Inasema hivi: taarifa kwa vyombo vya habari. Mshambuliaji wa timu ya Simba Sports Club ya Dar es Salaam, Steven Dese Mukwala, amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Machi wa ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2024 2025 huku Fadlu Davis pia wa Simba akichaguliwa kocha bora wa ligi hiyo kwa mwezi huo, yaani mwezi Machi. Barua al kusema hivi, Mukwala alionyesha kiwango kizuri chenye mwendelezo akiwashinda Elimpanzu wa Simba na Pascal Msindo wa Azam Football Club alioingia nao fainali katika mchakato wa tuzo za mwezi uliofanywa na kamati ya tuzo za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Mchezaji huyo alitoa mchango mkubwa wa timu yake katika michezo miwili ambayo Simba ilicheza mwezi huo na kufunga mabao manne huku matatu akifunga katika mchezo mmoja yani hat-trick. Mukwala alicheza dakika mia moja hamsini na mbili za michezo miwili kwa upande wa kocha Fadlu Davis aliingia fainali na Rashed Taus wa Azam na David Ouma wa Singida Black Stars. Aliziongoza Simba kushinda michezo yote miwili iliyocheza mwezi huo. Simba iliifunga Dodoma Jiji mabao sita kwa sifuri na Coastal Union mabao matatu kwa sifuri mechi ambayo Simba walikuwa ugenini, hivyo eh, kuendelea kubaki nafasi ya pili kwenye msimamo wa Ligi Kuu. Pia kamati ya tuzo imemchagua meneja wa uwanja wa sokoine mbeya modest mwauluka kuwa meneja bora wa uwanja wa mwezi, kwa mwezi machi kutokana na kufanya vizuri katika management ya matukio ya michezo pamoja na masuala yanayohusu miundombinu uwanjani wakati huo kamati ya tuzo ya tff imemchagua mwani tobias wa mbeya city kuwa mchezaji bora wa mwezi machi wa ligi ya nbc yani championship 2024 2025 huku Awadhi Juma wa Mtibwa wa Shuga akichaguliwa kuwa kocha bora wa mwezi huo. Tobias aliyeingia fainali na Magata Charles Charle wa Mtibwa wa Shuga na Seleman Richard wa Stand United alionyesha kiwango chenye mwendelezo ikiwa ni pamoja na kufunga mabao matano kwa dakika mia tatu ishirini na tano alizocheza katika michezo minne upande wa awazi E, aliyeingia fainali na Mohamed Ismail wa TMA na Juma Hussein wa Stand United aliziongoza Mtibwa kushinda michezo mitatu kati ya minne iliyocheza, e, ku, kuendelea kubaki kileleni kwenye msimamo wa ligi. Yani championship imetolewa e, idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu TPLB. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio taarifa ambayo imeweza kutolewa kutoka katika bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Mchezaji wa klabu ya soka ya Simba Steve Deze Mukwala ndiye mchezaji bora ndani ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Pia bila kumsahau kocha wa klabu ya soka ya Simba Fadlu Davis ameweza kuchaguliwa kuwa kocha bora wa mwezi. Kwa hiyo hii ni habari njema hususan kwa jinsi ambavyo Simba kwa sasa wanafanya vizuri katika mechi za ligi kutanzania bara. Nini maoni, nini mtazamo kwa tuzo hizi ambazo Simba wameweza kuzipata, una nchi ya kuongelea? Twende eneo la comment, kashe nasi maoni yako. Kuna wataalamu wa tiba za asili lakini Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheisa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheisa Sultan, unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 068047 77 pia, unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheisa Sultani ili utibiwe. Hakika Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao.